Ndugu zangu wapendwa, jioni hii tunaanza maadhimisho ya sherehe ya mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria kama kanisa ulimwenguni kote na kwa neema ya Mungu huyu mtakatifu Yosefu, kama tulivyosikia wakati tunaimba utenzi, kwamba awafunze kitakatifu sana mapadre wa taifa la Mungu. Mtakatifu Yosefu akamfunza kitakatifu sana mashamba baba Askofu Metodi Kilaini naye akafata nyayo, na leo tunakuja kumshangilia kwa utumishi wake wa kiaskofu kwa miaka ishirini na mitano lakini na utumishi kama padre kwa miaka hamsini na tatu. Tuanze na kumpongeza Baba Kilaini, hongera sana baba <laughs> nafikiri mama kanisa aliona hili somo tulilolisikia kutoka waraka wa Paulo mtume kwa Wakolosai linafaa kabisa katika adhimisho hili la sherehe ya Mtakatifu Yozefu, na linaingia vizuri kabisa tunapokuja kumpongeza baba Askofu Kilaini kwa utumishi wake huu. Paulo mtume anatupa mwongozo juu ya mahusiano, juu ya kazi, juu ya utumishi wetu tunavyopaswa kutumikia anatuambia walolote, tufanyalo kwa kila tendo, iwe kazini iwe nyumbani, kanisani, kila hiyo kazi tuifanye kwa kiwango cha juu kwa majitoleo na bidii na tuifanye kazi hii kwa moyo wote, tuweke juhudi kamili, tusifanye nusu nusu, tufanye kwa shauku na maadili ya hali ya juu, na tuifanye kazi hii tukijua ni utumishi kwa Bwana, na baadaye kuna ahadi kwamba kuna tuzo. Bwana atawapeni tuzo kile alichowawekea watu wake. Kwa hiyo sote tukifanya kazi yetu vizuri, kwa bidii, kwa imani, hatimaye tutapata tuzo. Ndugu zangu wapendwa, tunakuja kumshangilia Mtakatifu Yosefu lakini pia tukimshangilia baba Metodi Kilaini. Nilipoombwa na baba Kilaini kwamba nije kuongoza masifu haya, nikaanza kutazama mwezi wa tatu kuna nini? Nikasema mwezi Machi una jambo kwa huyu baba Kilaini. Kaanza kutazama kwenye kahistoria kidogo, kwa haraka haraka, nikakuta mwezi wa tatu tarehe 30 jioni ya Jumanne baba Kilaini alizaliwa huko Karema Akashozi, kwa baba Paulo Mutegeki Omwiuzi na mama Asteria Kokutona Omugiri. Halafu nikaendelea nikakuta mwezi wa tatu tarehe kumi na nane. Leo ni tarehe ngapi? leo ni kumi na nane. Basi Jumamosi akapadirishwa Metodi Kilaini na Kardinali Anyerorosi. Halafu nikaangalia tena mwezi wa tatu tarehe ya kumi na nane, sikukuu ya Mtakatifu Yozefu, Jumamosi asubuhi akawekwa wakfu kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam na Mwadhama Polikapu Kardinali Pengo. Nafurahi kumwona Mwadhama Polikapu Kardinali Pengo akiwa hapa kuangalia matunda ya kazi yake. Baba, hongera. Huyu ndiye alianzisha kwa kweli, naweza kuona a, ukiacha huko nyuma, labda kabla hata sijaingia dunia hii lakini kwa muda mimi niliyokuwapo kwenye baraza hapa miaka yangu ishirini na minane hivi ndiye alianzisha kuwa na maaskofu wasaidizi akianza na Baba Kilaini. Tunakuja leo tarehe kumi na nane, tuko hapa jioni hii Tunaanza maadhimisho ya kumshangilia baba Kilaini kwa yubilei yake ya miaka ishirini na mitano ya uaskofu na hamsini na mitatu ya upadre. Baba Kilaini, mimi nimepata tu bahati ya kukutana naye mara ya kwanza baada ya miaka yake mitano ya upadre mwaka 1977, akiwa muhasibu msaidizi wa jimbo pale Bunena, akaniajiri nikafanya kazi pale naye na baada ya hapo yeye ndiye akanionyesha njia ya kuingia upadre. Ndio maana namuita Baba Eli na yeye ananiita Samueli. Sasa juzi alipokuwa naniomba kuja kuadhimisha masifu haya ataita mdogo wangu Eli uadhimishe masifu ya tarehe kumi na nane mwezi wa tatu. Mimi nikawa nimesha sahau kwamba mimi ni Samueli wake, nikamrushia kazi hiyo makamu wa askofu wa Jimbo la Bukoba, anaitwa Father Samuel Mchunguzi. Nikasema roho nafikii, ujumbe wa baba umekosea njia, anakutafuta wewe. Na Samuel akashangaa baadaye ndio nikaja kaja kugundua, ah, kumbe ni mimi. Mimi ndio Samuel wake, baba askofu Kilaini, mimi naamini maneno tuliyoyasikia hapa katika waraka wa Paulo mtume kwa Wakorosai umeyatendea haki, umetenda kwa moyo wote, na umetenda si ili kuwafurahisha watu, lakini umeifanya kazi kumfurahisha Bwana. Na kwa kweli naweza nikasema wewe unatisha, unatisha kiasi, kuna watu wanaogopa hata kivuli chako. Mungu amekujalia karama mbalimbali mbali na ambazo umezitumia kulitumikia kanisa lake, kwa hiyo miaka hamsini na tatu na sasa miaka ishirini na mitano kama askofu umezitumia vizuri sana. kwa mang'amuzi yangu kwa muda niliyokaa kwenye baraza tangu umeingia hapo barazani, nafikiri naamini, wewe umeitwa na vikundi vingi sana vya kitaifa na kimataifa ili kutoa masomo, mafundisho, ushauri kwa ajili ya ustawi wa kanisa na jamii. Kama ni tiketi za ndege, sina uhakika, labda mwadhama na wengine wawili wachache wanaweza kuwa na tiketi nyingi kama za kwako, kwa kusafiri kwenda huku na kule ukiwa unalitumikia kanisa, unaitumikia jamii. Nasema unatisha, si kwa sababu ya umbile, we sio mtu wa pande la, la miraba minne, lakini zile karama Mungu alizokupa kwa kweli zinakufanya utishe ninajua kuna watu hawataki kukaribiana na wewe kujadiliana na wewe mambo mbalimbali mbali, kwa sababu wanajua eh, watatoka wamerowana Uwezo wako katika kuyaona mambo na kuyafundisha kwa watu ni mkubwa sana, ndio maana sasa hivi najua hutoki kwenye redio nafikiri kati ya watu wanaofaidika sana na karama uliyojaliwa ni Radio Maria na Radio Mbiu, lakini kabla ya hapo, Radio Tumaini walikutumia sana kuwafundisha mambo mengi mbalimbali mbali ya imani, mambo yanayohusiana na historia ya kanisa. Ninafikiri ni haki tukupongeze kwa hiyo kazi ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kuifanya katika miaka hii ishirini na mitano kama askofu na hamsini na tatu kama padre. Hongera sana. Paulo ametushauri tusifanye jambo lolote ili kuwapendeza watu. Unajua, ukitafuta kuwapendeza watu kuna mawili inaweza kuwa matokeo, au ni balaa kwako wewe mwenyewe au balaa kwa jamii. Mfano mzuri sana ni Herode. Herode tunajua hadithi yake Alipotimiza miaka kadhaa ya kuzaliwa siku ya kuzaliwa, akawaita watu wakubwa kufanya sherehe, na binti yake akaja ya pale, akacheza, akacheza, akacheza, basi akafurahi. Herode akasema, sasa, hebu njoo uniambie unataka nikupe nini, chochote unachotaka nitakupa hata nusu ya ufalme wangu. Na binti anakimbia kwa mama yake, anasema sijui niombe nini, niambie cha kuomba. Na mama kumbe alikuwa na chake moyoni, wadui mkubwa kabisa, chuki kubwa na Yohana Mbatizaji. Sema omba kichwa cha Yohana Mbatizaji hapo. Na binti anaporudi anamwambia baba Naomba kichwa cha Yohana Mbatizaji sasa hapa kwenye sahani. Mnajua yaliyotokea. Herode, ilikuwaje kwake? Akasikitika, akasikitika, lakini kwa sababu ameshasema mbele ya watu, anataka kuwapendeza, asionekane ni mwongo, basi Yohana Mbatizaji kichwa kikaondoka. Tusifanye chochote kuwapendeza watu. Mimi naamini Baba Kilaini, umefanya mengi si kuwapendeza watu, na ndio maasa nyingine hata yaro unayoyasema wengine hawayapendi. Kwa hiyo sisi tunapokuja jioni hii kukupongeza, kwa kweli tunakuombea baraka kwa Mwenyezi Mungu ili uendelee kutumika kufanya utume kwa Bwana kadiri Bwana atakavyokuwezesha, kwa mfano wa Mtakatifu Yosefu ambaye tunaambiwa amefanya kila alichoelekezwa na Mungu, kwa uadilifu, kwa unyofu. Yosefu angekuwa anataka kuwafurahisha watu yale yaliyomtokea yeye katika historia yake, naye basi ingekuwa ni vingine kabisa. Tunajua wakati amemposa wa Mariamu kabla hawajakaa pamoja kama mme na mke, anaona mwenzake ana, ana mimba na tofauti na wengine wanavyofanya kama leo watu wanaitisha press eh, press conference, ita vyombo vya habari hapa na kusema sasa, eh, mchumba wangu sijui ana nini na nini, mimi tangu leo mwisho. Yeye anafanya kimya kimya, anasema sitaki kumwaibisha mtu, anasema nitamwacha tu nikimbie, nimwache lakini Mungu anamrudisha, anasema, we Yosefu, hebu mchukue Maria kama mke wako, hata kama anajua e, sasa hapa huyu huyu mama na mpango mwingine. Yosefu anawajibika kikamilifu ipasavyo, kwa uadilifu, kwa unyenyekevu mpaka mwisho, na hatimaye anapata tuzo. Leo ni mtakatifu. Na sisi tunataka kukuombea Baba Kilaini, Mungu akubariki na uendelee na utumishi wako mpaka tone la mwisho, atakaposema sasa imetosha. Ningeweza ni kusema mengi sana. Nimesoma katika andiko fulani la gazeti fulani la kimataifa linaitwa Pan African Visions la tarehe 28 Januari mwaka jana. Kuna mtu aliandika kitu kizuri sana kule Tanzania, a legacy of faith advocacy social impact as Bishop Kilaini retires. Humo ndani anaeleza yeye alivyomwona baba askofu Kilaini kwa jinsi alivyofanya kazi yake, ameacha urithi mkubwa hata anapostaafu. Lakini bado kama askari wa Kristo yeye bado yuko altareni anaendelea na utume. Mungu akubariki baba Kilaini, uendelee kuifanya kazi ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.